Karibu kwenye kozi ya usindikaji wa tui la nazi kibiashara. Na katika utangulizi ni kwamba e, tunafahamu kwamba tui la nazi hapa Tanzania hutumika kama kiungo, na walaji wengi hutumia tui ile, tui fresh yani ile tui ambayo imetoka kukamuliwa na hivyo kutumika. Aa, japo kumekuwepo na bidhaa za kibiashara kutoka Azam na GSM ambazo zimekuwa zikiuzwa, lakini bado maeneo mengi watu hupendelea nazi ambazo, tui la nazi ambalo ni lile freshi na wanaamini kwamba lina ladha ile ya asili. Kwa hiyo hii inatoa fursa kwa mjasiriamali kuweza kutengeneza aina ya tui ambalo linaweza kumiti ile demandi E, demand ya wateja yaani kuambia kwamba e, kuambia kwamba e, kile ambacho mlikuwa mnasumbuka kila wakati, kwa sababu tui fresh changamoto yake ni kwamba um, kila mtu atakapo kila wakati utakapohitaji kutumia, basi itabidi utayarishe, hasa kuondoa hiyo adha. E, hapa ndipo kunapotakiwa kuja sasa na suluhisho kwamba e, sasa huhitaji tena kuandaa kila wakati, lakini ubora ni ule ule na ladha ni ile ile. Sasa moja ya changamoto ya kuzalisha tui la nazi ni hasa la kibiashara, yani ile inaweza kukaa muda mrefu, ni, ni ugumu wa teknolojia yake hasa kwa sababu tui la nazi hukaa muda mfupi kabla ya kuharibika, na kutokana na aina ya protini iliyomo huweza kuharibika haraka kuliko kuliko e, kuliko kwa haraka zaidi kuliko hata kwenye aina nyingine e, kama maziwa ya ya ng'ombe. Sasa katika mafunzo yetu utajifunza teknolojia ambayo tumeibuni ambayo inaweza kufanya tu iweze kukaa hadi miezi sita bila kuharibika. Sasa katika kozi hii leo tuta e, siku ya kwanza ambayo, e, popote unapoanza siku ya kwanza ni utangulizi, kwa hiyo kufahamu nini tutakachoenda na ndicho kinachoelezewa hapa. Kwa hiyo baada ya hapo, tutajifunza somo la pili ambayo itakuwa ni aina za tui, na somo la tatu itakuwa ni changamoto za kuzalisha tui la nazi kibiashara, ambayo itachukua siku moja. Baadaye tutaangalia viungo vya tui ambayo e, itachukua siku moja kutengeneza tui ile freshi, halafu kusindika tui yenyewe tutaangalia vifungashio na masoko halafu na practicals. Kwa hiyo nikutakie kwamba masomo yatakuwa yanafunguka kila siku kuanzia saa kumi na mbili. Kwa hiyo nikutakie uendelee kusoma. Asante sana.